Ya. Wewe unaona barabara ndogo. Aa, iua baada utusubiri sisi tupite na wewe kisha upite.

Mimi binadamu sawa, bwana, mimi nimeteleza, mimi nimeteleza, nimeteleza tu. Alafu isitoshe, nikwa najua nini ninachokifanya. Mimi paa nilikuwa na vimba, mimi sikuwezi baba unaongea ongea ni kwa ajili yako, na mwanamke ana unankolomea mimi, wewe unajua mimi nani mimi? Nitakufanyia kitu mbaya. Uje mwanangu, leo ongea, tupo mtu mbili. Ah, siwezi kuongea leo, naomba samahani na sio kwa serious, naomba samahani. Haki ya Mungu sitarudia tena, mimi nakwambia, na kurudia tena. Haki ya Mungu sitarudia tena ile masuala. Mimi binadamu, tuko na jivu hapa fail basi. Unajua tena, mwanamke asikuone wewe dhaifu, angalia. Uje usiwachukulie kila mtu unamweza, sijui naelewa, usichukulie kila mtu una muwezo